Vuguvugu linaloendeshwa kwa sasa na Umoja wa walimu wasio na ajira Tanzania NETO. NETO ni kifupi cha maneno ya Kiingereza ambacho ni ni, nani employed teachers organization na Umoja wa vijana wasio na ajira Tanzania UYAM, hii ni unemployed youth allied movement. Hizi uh, hizi hizi hizi ni movement ambazo wanaziendesha usomi wa nchi hii, na mimi hata nyewe me, nimeona kwenye mitandao lakini hawa NETO wanaifanya kwamba kutana na mawaziri kutana na na na, Waziri Simbachawene wakazungumza na kuwasilisha mambo yao, lakini baada ya kuwasilisha, wanaibuka tena wenzao wakiwatuhumu kwamba hawa ni wasaliti, wamelamba wame, wame asali. Kwa hiyo kuna NETO nyingine inaitwa NETO Memo, kwa maana ya NETO Members Movement, kwamba hawaamini hawa ambao hawa waliokutana na, na, na serikali. Hawa uyamu bado sijaona wakizungumza na serikali, lakini mtandaoni wapo. Sasa uyamu ni vijana wasiokuwa na ajira wa taaluma mbalimbali yamkia tanyao ndio wanaanza kwani mmo kwenye u, kwenye hii uyamu. Lakini hawa NETO ni walimu tu ambao hawajaajiriwa kuanzia cheti diploma mpaka degree. Sasa uh, na, naomba katika ku, ku, kuzungumza kwa umma na watanzania kwa ujumla swala hili nitalazimika nitalazimika kufafanua mambo yafuatayo. Moja, swala hili lina uhusiano gani na chama cha TPTU? Yaani kwa nini mpaka swala niligusee kwa siku ya leo kwamba linahusiano gani mambo ya NETO na mambo ya uyamu. Naomba nizungumze kwa kwa ufasaha sana kwamba nimeanza na moja hiyo, moja ni kwamba ni muhimu, hawa ni walimu wenzetu, ni vijana wenzetu, wasomi wenzetu, lakini binafsi mimi ninaogopa sana movement za wasomi. Movement za wasomi wenye njaa ndio movement mbaya. Kwa hiyo sisi kama wa kama kama viongozi wa chama cha TPTU ambao tunahusika na walimu NETO na kwa namna nyingine ambao ndio wenyewe mliowafuatilia baadhi yao ni walimu ambao kwenye shule za private, lakini hata kama wasingekuwa kwenye shule za private ni walimu wenzetu. Kwa hiyo sisi kama chama cha wafanyakazi kazi hawa ni wanachama wetu watarajiwa, leo au kesho akipata ajira tutawafuata, tuwaombe kuwa wanachama. Hatuwezi kuwaacha msiba ukawa kwao, tutakuwa watu ambao ni mamwenda wazimu na hatuna utu kabisa kwamba wanaangaikia hizi fursa za ajira, tukawatekeza kwamba ah, watajijua wenyewe mwisho wa siku. Wakipata ajira, uh, watajua sisi tumeteseka kuomba hizi ajira, nyie kama vyama mnakuja kufanya nini? Kwa hiyo mimi naomba tumtoe vito kwa vyama vyote vya wafanya kazi nchini kuungana na hawa wadau kuishauri serikali panapowezekana, kama tunavyofanya sisi kwa siku ya leo, panapowezekana, ili waweze waweze kupata mahitaji ambayo wanayahitaji wana, wana, wana. Kwa hiyo movement za wasomi, uh, ni mbaya. Kwa hiyo ni movement ambazo lazima Uh, tu tuziende tu, tu, tu, tu, tu, tu kwa busara kubwa, umakini mkubwa, tuishauri serikali na watu washauri, ili mwisho wa siku waweze wa, wa, kupata kupata haki yao. Kwa hiyo uhusiano wa kuzungumzia hilo, kama sisi kama TPTU ni walimu wenzetu na baadhi yao kwenye za private, na nimeona kwenye malalamiko yao ambao walikuwa wanazungumza mateso ambao wameyapitia, lakini mbili lina athari gani kwa nchi? Ili swala lina athari gani kwa nchi na serikali na serikali ichukua hatua gani? Eh, nimesema mwanzo kwamba hizi movement za hizi taasisi mbili uyamu na NETO uh, zina hasari, zina hasari kwenye kwe, kwe, kwe nchetu, kwa sababu ni movement za wasomi. Sasa wasomi wenye njaa hatujui sasa wanajipanga kuendesha hii movement kwa, kwa kutumia njia zipi, lakini ni movement ya watu waliosoma, movement ya watu wenye njaa. Kwa hiyo ni muhimu kama sehemu ya ya kushauri serikali ni muhimu serikali wakachukua hatua za makusudi kuweza kulimaliza hili, na sisi kwa sikia tutawashauri kama chama cha walimu wa private namna ya kufanya ili kuweza kulimaliza hili. Lakini kiufupi ni kwamba lina lina hasara tatu. Nani mwajiri mkuu katika mataifa mbalimbali mbali ambayo yameendelea duniani kote? na ipi ni, ni, ni na upi ni wajibu wa serikali kwa mwajiri mkuu? serikali peke yake hawezi kutatua changamoto za ajira ni uongo mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi. Huyo ndio mwajiri mkuu taifa lote lile, iwe Marekani. Hakuna inchi yote duniani kote ambayo inaweza kufaulu kutoa ajira kwa wasomi wake wote, ni uongo. Kwa hiyo tutadanganyana bure. Sasa mwajiri mkuu taifa lote lile ni sekta binafsi huyo ndio tunayemuona kwamba huyu sasa ndo mwajiri mkuu, na na na na, na ana uwezo wa, wa wa wa, wa, wa kutoa ajira. Serikali wana wajibu mkubwa kwa sekta binafsi kwenye mambo mawili. La kwanza kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji, mimi nitazungumzia wawekezaji wazawa tu, mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Serikali anao ana, ana, ana wajibu ana wajibu wa wa hili eneo eh, baada ya ku, ya kufacilitate uh, haya mazingira, anao wajibu wa kusimamia ustawi wa wafanyakazi hao wanaoajiriwa kule. Unajua, shida toko kubwa kwenye nchi yetu sasa hivi eh, kwenye private sector wawekezaji wana shida, baadaye tutazungumza kwa kina. Wawekezaji wana shida na waajiriwa wana shida, na huo ndio ukweli kabisa. Ajira za sekta binafsi sio tu kwa walimu alimu, mpaka waandishi wa habari, hazijakizi matakwa kuitwa ajira, ni ajira ambazo hazijaakizi matamanio ya wasomi wa nchi hii, na ndio maana ndoto ya msomi wa nchi hii ni kuajiriwa na serikali. Profesa Anna Tibaijuka anasema kwamba ndio VETA ni muhimu sana kwamba VETA ni muhimu sana kama sasa hivi ambao ni sera ya serikali. Naona mawaziri, waziri mkuu, na na serikali kwa ujumla wanahubiri VETA, wasome ambao wamehitimu digrii waende kujiendeleza VETA kama sehemu ya kutatua tatizo la ajira. Kwa hiyo ukiona serikali yenyewe wanafanya haya mambo ujue kweli fursa za ajira ni chache. Sasa Tibaijuka anasema kwamba VETA peke yake haitoshi. Kwa hiyo kinacho kinachotuhitaji hapa uh, ni sisi kuwapa kipaumbele wazawa kwenye nchi yetu lakini pia kuweka mazingira wezeshi kwa mwajiri na waajiriwa. Namba nne. Eh, naomba nizungumze ni namba 4 kwamba hali na mazingira ya mwajiri mkuu kwenye nchi yetu huyo, ambaye ni sekta binafsi, ambayo tunamtegemea yeye, mwajiri mkuu, hali yake ni mbaya sana. Wawekezaji wengi wanalia, wa, wa, wa, mitaji inakufa wanalalamika, tozo nyingi, ada nyingi, michango mingi, kodi nyingi. Kwa hiyo inafika sasa hatua wanasema hatutaweza kuboresha maslahi ya, wa, ya, ya wafanyakazi kwa sababu tunatozwa kodi nyingi na serikali na, na hama hiyo hoja. Naenda hali na ya mazingira ya mwajiriwa wa, wa sekta binafsi uh, katika nchi yetu huyo ana hali mbaya sana. Mfanyakazi yoyote wa private sector ya Tanzania ana hali mbaya sana. Niongeze sana nyingine ya, ya pili, ninaposema sekta binafsi zinamaanisha taasisi zote ambazo sio za kiserikali. Kwa hiyo hali ya waajiriwa wetu wakiwemo walimu wa shule za private na sehemu mbalimbali viwandani, kwenye makampuni, kwenye NGO, hali ya hizi ajira ni mbaya, kwa sababu ni ajira ambazo hazizingatii mikataba ya sheria. Watu wanafanya kazi bila mikataba, sheria za kazi hazifuatwi. Uh, mishahara inalipwa kwa shida, yani mishahara ya ni taabu kweli kweli, wengine wanajurumiwa malipo kama nchi sasa. Kwamba nini kifanyike? Sisi kama chama uh, kwa kuangalia hali ilivyo ya wasomi wetu na namna ulivyoanza kuunda hizi taasisi za kudai haki zao, ni muhimu kama nchi na sisi kama wasomi wa nchi hii na kama vyama wa vya, vya, vya wafanyakazi ni muhimu tukasimama kuzungumza na tukaishauri serikali. Moja, moja, serikali iipe kipaumbele namba moja sekta binafsi nchini na kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji wazawa. Tunaona hii ni hoja ya msingi sana. Hakuna namna ambayo serikali akafanya tukatatua kwa haraka changamoto ya ukosefu wa ajira nchini, hakuna hakuna namna. Kwa hiyo namna pekee ni serikali kuipa kipaumbele sekta binafsi, serikali iondoe vikwazo vyote vilivyo vinavyopelekea kuhatarisha uhai wa uwekezaji kwa wawekezaji hasa wazao. Mimi nalia na wazao, kwa sababu hawa ndio wawekezaji wanaoweza kuwekeza na kulipa kodi. Wawekezaji wa wageni, tumeambiwa na baba sikofu kwa gondo kwamba hawa wapo hatulipi kodi, wanapata msamaha ya kodi huku tuna rundo la vijana wasoma ambao wanakosa ajira wanahangaika. Sasa tunawashauri serikali kuondoa vikwazo vyote vinavyoweza kuhatarisha uhai na uwekezaji hasa kwa wawekezaji wazawa. Masuala ni sekta ya afya na elimu, kuna mzigo mkubwa sana wa tozo, michango, ada na kodi zinazotozwa huko. Hali hii ina athari sana wawekezaji na, na, na, na uwekezaji wao, ikiwemo kwa athari na maslahi ya wafanyakazi tunapendekeza kufutwa kwa tozo michango ada na kodi zote, au kuangalia namna nyingine bora zaidi ya utozaji wa kodi hizo. Mathalani kwenye sekta ya elimu ni muhimu kwa, uh, kwa kuainisha ni ada kiasi gani ikitozwa na shule shule hiyo istahili kutozwa kodi na ada kiasi gani ikitozwa na, na, na shule shule hiyo istahili kutozwa kodi. Nimetoa mifano kwenye sekta ya afya, lakini nazungumzia in general. Naomba niwapitishe tu kwa haraka kwenye sekta ya elimu shule za, za binafsi mpaka naingia hapa nilikuwa naambiwa, sasa kodi tozo ada na michango inayotoza kwenye shule za binafsi mpaka sasa zinafikia ishirini na tatu, yani kutoka kwenye chanzo chanzo kimoja cha kodi, serikali wanatoza kodi ishirini na tatu chanzo kimoja, halafu utegemee huyu ajiri mtu atowe ajira inayostahili aise, ni hali ngumu sana. Jambo nyingine, serikali wahamasishe uwekezaji nchini, yaani kama tulivyofanya kampeni ya Royal Tour ya Mama Samia kule Marekani, kama tulivyofanya kampeni ya sensa na kampeni zingine zote. Kwa sasa kwa hali ilivyo, kuna haja ya kufanya uhamasishaji mkubwa. Watu wenye hela zao wapo, lakini wanakosa wawekeze wapi. Wakiwekeza wanafuatwa, wana, wana, wana na kama maneno ya, ya baba Askofu Bagonza. Anasema yani, nchi ukitaka uwajue migambo wa jiji, uwajue TRA, uwajue sio osha, uwajue nani, wekeza tu. Kwa kuelimishwa kwa wasomi wa taifa letu kuhusu swala la ajira nchini. Nimesema hapa. Na ni muhimu kama wasomi wetu na sisi tukiamu tukajua kwamba serikali so, sio mwajiri mkuu. Mwajiri mkuu ni sekta binafsi. Sekta binafsi atakuwa mwajiri mkuu pale anapowekea mazingira rafiki na wezeshi na sekta binafsi hii awe hii atoe ajira, ajira ambazo zinakidhi eh, vigezo. Ni muhimu asimamiwe kwenye hizo ajira. Hoja nyingine, serikali kusimamia moja kwa moja ajira za sekta binafsi, na hapa ndo kuna shida. Sasa narudia, tunawashauri serikali, ni lazima wasimamie moja kwa moja ajira za sekta binafsi. Hili sio takwa langu mimi, ni katiba ya nchi. Serikali itatue changamoto ya mikataba ya kazi ili ndo gonjwa supu hili kwenye ajira za sekta ili, ili kwenye sekta binafsi yote, hakuna watu wanaogopa kutoa mikataba kama private sekta. Kwenye shule zetu kule, kwanza kuna mikataba mifupi mifupi, miezi sita, mwaka. Ukisema waajabu haujakizi vigezo, Neto amesema, yaani ni wajabu ajabu na sisi tumwambia waziri wa elimu, mikataba ya ajabu ajabu kuna wengine hawatoi kabisa mikataba. Ukiomba mkataba ni kosa la kufukuzwa kazi. Serikali isimamie swala la mishahara na, na ulipaji wa mishahara hiyo. Jamani eh, hey, labda ni kwangu tu, kuna shida ulipaji wa mshahara. Yaani private sector mnaweza kukubaliana mishahara laki nane. Unashangaa mimi zoresha kwa shilingi elfu hamsini mara ishirini, mnaanza kulipana kwa mafungu mafungu, kama vile advance, ulikuwa mwezi mwezi mitatu mwisho wa mwaka. Hakuna msomi yeyote wa nchi hii atakuwa comfortable kubaki kwenye hili kidude hili, lazima ataikaba kwa serikali tu. Mishahara haizingatii kima cha chini cha serikali. Nina walimu wananiambia kuna degree holder anapewa shilingi elfu hamsini. Nilimwambia acha kazi, anambia nikiacha unipe wewe hiyo elfu hamsini. Yani tunafikia hatua mpaka watu wetu wanalipa shilingi elfu hamsini, serikali ipo. Tumesema wazi, bila hata kama mimi na rafiki yangu ni mgeni, nimesema hapa kwamba Serikali waondoe waajiriwa wote raia wa kigeni, waondoshwe kabisa, waondoke kabisa, waachie hizo nafasi waajiriwe wa wazawa, kwa sababu kama kuna uhitaji huo basi taratibu za watu kufanya kazi nchi nyingine zifuatwe kama uhitaji upo. Na nyinyi mnajua hapo. Tumesema hivi, wazee wastaafu wote wote waondolewe kabisa kupisha vijana ambao wanaajira na wazee wastafu wapo na, haya nayasema sasa. Nashauri serikali wafanye kitu gani? Yani wewe umeajiriwa serikalini ukastaafu ukalipa mafao na una pensheni. Sasa kama iliisha ni dendetuizilo sasa. Leo sasa vijana wetu waliosoma kwa shida hawana ajira, wewe umebana ajira. Hapana, watu wasio na sifa za kufanya kazi walizoajiriwa waondolewe Narudia, watu wasio kuwa na sifa za kufanya kazi walio waajiriwa waondolewe. Sekta binafsi yote kabisa yote waondolewe. Namaanisha nini hapa? NETO amesema kwamba kule primary schools kuna walimu ambao hawana vyeti vya ualimu. Ni ndio, yani wao sio, ni ndio mtu kasoma certificate ya uhasibu, shilingi amesoma si utalii, ndio ana form four yake, ana anafon, ah, ndio maana kuna vyo vya kusoma. Sisi tumeshauri serikali kama ina nia njema, nasema nchi hii ondolewe. Serikali ibainishe wizara moja wapo kati ya TAMISEMI au utumishi wa umma ihusike moja kwa moja kusimamia watumishi wote wa nchi hii. Kwenye nchi hii, ukisema tu watumishi wa umma utawapata wizara ya utumishi wa umma, management na utawala bora, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Database yote ya watumishi wa umma ipo kitu ambacho hakipo ni database ya watumishi wa sekta binafsi. kwa nini haipo? ni serious kabisa. tumeshauri lazima sasa ipatikane, kama ni utumishi, kama ni TAMISEMI, watumishi wote private sector waende huko. Kwa hiyo tupate na haya, tumeshawambia na tunawaambia leo. Kwa msingi serikali ianzishe utaratibu wa kuwa na kanzi data ya wasomi wa taaluma zote wasiokuwa na ajira ambao wamehitimu tu. Ni vizuri serikali waanzishe utaratibu tujue walio hitimu uh, taaluma ya habari wako laki moja, uh, walio hitimu nursing kwa ujumla wako 70000 er waliohitimu ualimu wako laki mbili, haya walio hitimu fani zote, tuwe na hii kanzidata ya kujua, ili sasa inapofika sasa hatua sasa ya kuanza kuwaajiri wao wanawagawana kwamba waandishi wa habari wako elfu sabini Serikali itaajiri waandishi wa ita habari wa elfu kumi na nyie private sector muajiri elfu ishirini hao elfu arobaini na baki no, tuwaombe vumilie. Ni rahisi kueleweka, sio hii zigizaga hii. Hii ni zigizaga hii ambayo haieleweki, aliye timu ni nani? Yuko wapi? Hajulikani, anafanya nini? Hajulikani. Ndio maana sasa waajiri wanachukulia poa wasomi wetu. Iwekwe sharti la lazima ili taasisi isajiliwe lazima iwe tayari kuruhusu uhuru wa kujumuika kwa wafanyakazi na kujiunga na vyama vya wafanyakazi. Nazungumza kwa uzoefu kwamba yaani, vyombo pekee ambavyo vinaweza vikazungumza ukweli wa waajiriwa, pamoja na madhaifu yake mengine, yote ni vyama vya wafanyakazi.